Ndugu yetu ugonjwa wa kuhara damu au ugonjwa wa coccidiosis ni mgonjwa ambao ni hatari sana kwa kuku wako, na utawezaje kuujua? Kwa sababu ugonjwa huu unaweza kutambulika tu kupitia kwenye kinyesi, na unaathiri kuku wadogo na kuku wakubwa pia. Sasa ukiona kinyesi chako kinatoa rangi na hizi rangi zinatofautiana kulingana na hatua ya ule ugonjwa ulioshambulia kwenye mwili wa kuku. Kuna hatua kama mbili au tatu. Kwanza utaona kuku wako wanatoa kinyesi rangi ya ya njano ya rangi ya njano, hapa ni ile coccidiosis au hiyo ugonjwa ujashambulia sana, lakini rangi hiyo itabadilika kadiri siku zinazozidi kwenda na ugonjwa unavyoweza kumshambulia kuku wako. Rangi hii itabadilika, itaenda kwenye rangi ya brown au rangi fulani kama ugoro au tofari la kuchoma, basi rangi kama hiyo, manake ni ugonjwa huo huo sema umefika kwenye hatua ya pili. Na hatua ya mwisho kabisa ambayo ni hatua ya tatu, utaweza kuona kuku wako anatoa kama rangi ya damu. Sasa ukiona rangi nyekundu au rangi ya damu kabisa, basi jua kwamba ni ugonjwa huo huo kkusijo sisi, lakini umefika kwenye hatua hatua kubwa yaani kipindi kama hiki ni kipindi ambacho kukua kumtibia inaweza ikachukua muda kidogo, lakini ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanaponywa yana, yana na yana dawa yanatibika vizuri kabisa. Fanya vitu hivi vifuatavyo. Tumekuletea dawa kama mbili hivi au tatu. Moja ya dawa ni hizo za dukani kama zinazopita hapo utakaoziona hapo. Tafuta dawa moja hapo kati ya hizo na zitaweza kukusaidia, lakini unaweza ukafanya mchanganyiko huu hapa ufuatao chukua mmea mmoja hivi unaitwa Euphobia au mtakalangonyo. Sasa jina linaweza likakuchanganya, lakini angalia mmea huu jinsi ulivyo. chukua majani yake na utaondoa miba vizuri, au utaweza kutwanga au utakatakata vipande vidogo vidogo, lakini utachukua na vitunguu saumu. Utachanganya vitunguu saumu, unaweza kuchukua punje kulingana na ukubwa wake wa zile punje za vitunguu saumu. Kwa hiyo ukichukua punje kama tano hadi sita zinatosha kabisa, lakini utaweka maji kwenye lita tano na hapa utawapa kwa muda wa siku tatu mfululizo. Yaani, utaweza kuandaa, kwa sababu dawa inaharibika haraka sana. Kwa hiyo kila siku unaandaa dawa mpya. Ukiwapa siku tatu mpaka siku tano mfululizo, kila siku, basi kuku wako watapona. Lakini dawa nyingine, chukua chukua majani matatu ya mpapai, lakini chukua vitunguu saumu punje au ya zile punje zake zile utazimenya vizuri, lakini utachukua pia utachukua na mkaa, mkaa kwenye kiganja cha mkono. Kama punje ni ndogo ndogo, basi unaweza ukachukua kichenga chenga tu zile za mkaa kidogo, lakini utazichanganya mchanganyiko wote kwa pamoja, basi utatwanga kwa pamoja na utachanganya kwenye maji ya lita tano, na mchanganyiko huu utaweza kuwapa kwa siku tatu hadi siku tano, utakuwa unakunywa siku nzima, lakini utaweza kubadilisha hii dawa na kuweka au kuandaa dawa mpya kila siku mfululizo kwa muda wa siku tatu hadi siku tano.